Naitwa Salala Isa Salala, mimi ni bodaboda wa Boda, MK Kimara i siku tano nilizoka ndani, nimeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na uchumi wangu kwanza uliumba kutokana na akiba nilikuwa nayo tayari nishaitumia, maana yake nishaishiwa hasa, ilinibidi nibidi bidi nitafakari, natoa wapi hela nyingine ili nipate kujikizi katika kipindi hichi ambacho Hakuna uwezekano wa kutoka kwenda kutafuta. Hakuna uwezekano wa kutoka maana yake, inabidi kwa mfano mimi kazi yangu inabidi nitoke, ili ili nile, nisipotoka ujue sili. Sasa hizo siku tano nitakula wapi? Ndio sioni, nilikuwa najiuliza. Kwa hiyo ni lazima nitafute ndugu, rafiki wa kuniazima pesa ili nitumie wakati huu ambao nipo ndani. Kwa hiyo iliniathiri kwa kiasi kikubwa, kujiwekea madeni yasiyokuwa na lazima. Kingine pia iliniathiri kutokana na kazi zetu hizo, wengi pikipiki sio za kwetu hizo. Zinaenda kwa hesabu. Na hesabu bosi haelewi kwamba kuna maandamano au kuna nini. Yeye yeah, anataka hela yake. Atunane hizo siku tano ambapo sijafanya kazi, bosi anaendelea kwa hesabu. Hasa kwa mimi naniwekea deni ambalo sio lazima. Itanifanya mimi baada ya kumaliza mkataba kwa mfano ningemaliza mwezi wa 11, ita, itanisogeza mbele. Kwa hiyo inakuwa athari kubwa sana kwangu. Kwa sababu wangu kabla hujafanya kitu, ujaribu kufikiria mbele sababu vijana wenzangu walojaribu walo kuandamana kwenda wakutulia athari itakayotokea baada ya kitu wanachokifanya lakini kiukweli tumeathirika kwa kiasi kikubwa tumefikia hatua unga wa shilingi elfu moja mia tano unanunua elfu nne mchele wa elfu mbili unanunua elfu tano kipindi hicho utoke ndani ukumbuke hasa ile ya kununua mchele wa elfu tano unatoa wapi ndio mwanzo wa njaa tumetoka ndani tumepungua nilikuwa mnene hapa unaponiona mimi umeisha huu